Unaangalia Baba Sam the King Tanzania TV Channel. Kwa maoni na ushauri tumia namba zifuatazo, kusubscribe kwa simulizi na makala za kuelimisha. U hali gani, mpenzi msikilizaji wa simulizi za sauti? Karibu tena katika simulizi zetu za sauti ambazo umezoea kuzipata hapa, na hii simulizi si nyingine, inaitwa sina makosa sehemu ya ishirini na moja. Sina makosa ni simulizi ambayo inamwangazia kijana wa kuitwa Kituro pamoja na rafiki yake Zegadi ambao walitengeneza udugu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 tujue ni kitu gani ambacho kiliendelea baada ya kumuuliza mzee Misondo na kumpatia hicho chumba namba ishirini na saba, ambapo ni kati ya vyumba ambavyo vipo wazi moja kwa moja waliandikishana vizuri mkataba, hatimaye wakaweza kulipia miezi sita kama namna jinsi ambavyo bwana Zegadi alivyolipia. Kwa hiyo zikazidiana tu tarehe kwamba tarehe zimezidiana lakini mikataba inaendana, kwa sababu na Zegadi alikuwa amelipa muda sio mrefu. Kumbuka kituro alikuwa na kaa bure kabisa, yaani huyo alikuwa nalipia tu geto lake, wala alikuwa amwambii kwamba, rafiki yangu, kutokana na hizi pesa inatakiwa tuchangie katika chumba, hapana alikuwa naishi naye bure kabisa kwa sababu aliamua kumtoa huko mashambani huko Nshangaro na kumleta Bugureni ili aweze na yeye kuja kufanya kazi. Sasa wakati amemwambia kwamba ana uwezo wa kukaanga karanga, basi moja kwa moja aliamua aanze kuishi naye bure kabisa sababu ni kazi kubwa ambayo anayoifanya kukanga karanga, kufunga kwenye vile vifuko, kiasi kwamba yeye hivyo vitu vyote zegadi hawezi. Kwa hiyo kidogo ilimpa motisha wa kumwacha rafiki yake aweze kukaa bure pasi na kulipia baada ya, ku, ya kulipia huo mkataba moja kwa moja akaenda kuutunza karibu na wakwake, akatoka nje na hatimaye wakashika njia ya kuelekea mjini kabisa. Wakaondoka mpaka mjini, wakaenda kwenye karakana mbalimbali mbali kuulizia vitanda. Mungu si Athumani, wakakipata, wakaenda sehemu ya watu wanaouza mashuka wakaulizia, wakapata, wakaenda sehemu wanapouza magodoro, wakaulizia, wakapata wanalolitaka hatimaye akapigiwa simu Sharifu, yaani ambaye ni rafiki yake na Zegadi ambaye ana bajaji, akaja moja kwa moja wakaa weka hivyo vitu ndani ya bajaji na hatimaye hiyo bajaji kaanza safari ya kurudi. Baada ya kurudi kufika tu mle ndani ya ngome, yaani ndani ya uzio, ile kuingia tu na alivyoshuka tu tayari Sharifu akamkuta Angela amekaa amerilaksi kabisa, ni mtu mwenye, mwenye tabasamu amekaa ametuulia, anasikilizia upepo. Baada ya kumtazama hivi, Sharifu alianza kucheka peke yake na baada ya kusikia kama mtu ana, anataka kuchekacheka huku anamsalimia za saizi, lakini huku anacheka, Angela aliamua kumtazama ili aweze kujua ni nani. Baada ya kutazama na yeye aka akawa kama vile kuna sehemu alishawahi kumwona, hapo ndipo ambapo mazungumzo yao yalikuwa kama hivi. Ehe. Aisewe dada, hivi unakumbuka kipindi ambacho nilichokuwa nimekubeba tukawa tunakupeleka hospitali, lakini baadaye ukaja kutuzingua? unakumbuka hicho kipindi? Aa Sasa nitaachaje kukumbuka? Wakati ya yoyote nilikuwa nayafanya na, na, nikiwa na jielewa, ninakumbuka vizuri kabisa, sio kwamba eti sikumbuki, nakumbuka. Kumbe we ndio yule kaka ambaye aliyokuwa naendesha hiyo bajaji, alafu ni kama kweli nimeitambua kutokana na pleti namba zake. Uhum. Sawa, lakini unaendeleaje? Sasa mimi niko vizuri kabisa. Sasa hivi unaishi hapa kwa Mzee Misondo anayefahamika kabisa katika eh, huu mji wa Bugureni, kati ya watu ambao wanapangisha nadhani huyu ndo anayefahamika vizuri kabisa ndio. Mwaya mimi ninaishi hapa na ndio maana umenikuta hapa. Ala! <laughs> vizuri kabisa mm. Rafiki yangu Zegadi anasema wewe ni dada yake. Ndiyo, sawa. Basi sawa, mimi nilikuwa nimeleta hapa mizigo yao hawa mabwana, naona kwa vile wamemaliza kuishusha, basi niweze kuondoka niendelee kwenda kusaka riziki. Wacha ni waage hawa mabwana katika hicho chumba ambapo wanapopeleka mizigo, basi mimi niweze kuamsha Haya, sisi tupo. Asante sana sista. Baada ya kuzungumza pamoja na Anjera, akaamua moja kwa moja kwenda kuwaaga humo chumba namba ishirini na saba, akaenda kuwaaga na, na hatimaye wakamruhusu aweze kuondoka, kwa sababu mizigo imeshaisha katika hiyo bajaji. Hapo ndipo ambapo alipogeuza bajaji yake na kuondoka. Kiukweli walikula chakula cha mchana na hata jioni Angela aliendelea kukaa na akaandaa mpaka chakula cha jioni, na hatimaye ilipofika usiku mida ya saa mbili hivi moja kwa moja Kituro akiwa naendelea kujiuliza kama endapo Angela angeweza kuondoka, lakini alionekana ni kama mtu ambaye hataki kabisa kuondoka. Lakini baada ya kukaa hapo Zegadi naye aliwasiliana na Edina kampigia simu kwamba wanaweza wakakutana. Kumbuka ni mida ya saa mbili, lakini katika hali ya Edina, ni binti ambaye anaishi na baba pamoja na mama wa kambo kwa sababu mama yake mzazi alikuwa nataka kumtupa Edina chooni wakati bado ni, ni kachanga sasa. Yule baba alipo alipolalamika kwamba sihitaji mtoto wangu mtupe, na kumbuka mama yake na Edina alikuwa hataki kabisa masuala ya watoto wakati wa ubinti wake. Kwa hiyo baada ya kulalamika kwa muda mrefu, ikabidi apeleke hiyo kesi ustawi wa jamii. Ustawi wa jamii wakamfungulia mashtaka kwa sababu tayari alikuwa ameshaonekana na ushahidi upo wa kwenda kumtupa mtoto chooni, basi moja kwa moja alifunguliwa mashtaka ya kwenda kufungwa kifungo cha maisha, kwa sababu anataka kupoteza uhai wa mtu ambaye hana hatia. Kwa hiyo wakamweka gerezani. Sasa baada ya kupata mwanamke mwingine, manake huyo baba alipata mwanamke mwingine, akakuta huyo mwanamke, alikuja akakuta huyu Huyu bwana akiwa anaendelea kumlea mtoto wake huyo, alianza kumlea akiwa bado ni mchanga. Yeye ndo akawa kama baba, yeye ndo akawa kama mama, na hatimaye baada ya kumpata huyo mwanamke, mwanamke alimpata katika wale wale waliokuwa wamekuja kushangaa hicho kitendo cha mwanamke huyu ambaye ni mama Edina kutaka kumtupa Edina katika choo na baada ya, ya majirani kusikia taarifa hizo wakaanza kusambaa eneo la tukio, basi na huyo mwanamke alikuwepo, ambaye kipindi hicho walikuwa mabinti kabisa na huyo alikuwa kijana. Kwa hiyo ndio akaanza kuwa na kuja anamsaidia mtoto, kumnywesha maziwa na vitu kama hivyo. Mwisho wa siku wakaja wakazoeana, wakaoana, kwa sababu alikuwa amejitoa kwamba ataendelea kumsaidia kwenye masuala ya kumkea huyo mtoto, ingawa na yeye bado hajawahi kuzaa, lakini alikuwa ni mpenzi sana wa watoto. Kwa hiyo ni kati ya wale mama wa kambo ambao wana roho nzuri. Kwa hiyo Edina amekulia mikononi mwa huyo mama na mpaka anazaa watoto wengine wote, Edina hajawahi kugundua kama endapo huyo sio mama yake mzazi hata kidogo, kwa sababu hana, hana kutesa, hana kufanya nini, kila kitu anachowafanyia watoto wake na huyu anafanyia hicho hicho. Kwa hiyo yuko namna hiyo. Kwa hiyo sasa, kutokana na hali kama hiyo alikuwa anauza sokoni, alikuwa na biashara ya samaki. Sasa hapo ndipo ambapo yeye pamoja na Angela walianza kujuana. Angela alisimuliwa simulizi ya maisha ya huyu Edina, lakini kwa vile Edina alisimulia yale ambayo nayo yajua, lakini ambayo yako chini yakapeti hakuweza ya kuyajua, lakini baadaye aliamua kumfata baba yake na Edina akajaribu kumdodosa, na akamwelezea ukweli ulivyo, ila akamwambia, hata kama mtakuwa ni marafiki, hakikisha hiki kitu sije kumwambia. Na kweli hajawahi kuzungumza chochote Angela, na ndiyo maana urafiki wao umefika hapo kwa sababu hataki kabisa kumuumiza rafiki yake Dina. Kwa hiyo akawa amempigia simu kwa usiku huo. Na yeye kutokana na kwamba yeye ni binti mkubwa kuliko watoto hawa ambao huyu mama aliyowazaa, Kumbe wakati huku Angela anafanya yote hayo mpaka Regina akawa amekasirika na vitu kama hivyo. Kumbe wakati amekutana na Zegadi huyu binti wa kuitwa Edina aliamua kwenda na kuambia wazazi wake kwamba amepata mchumba. Kwa hiyo mzazi wake mmoja alikuwa hayupo kwa usiku huo. Kwa sababu huyo baba yake na Edina ni dereva wa magari makubwa, kwa hiyo alikuwa ameenda nchi jirani, lakini alitafutwa kwenye WhatsApp mpaka akapatikana, na hatimaye huyu binti akamwaga kwamba anaelekea kwa yule mchumba wake, amemhitaji, kuna mahitaji anataka akamnunulie. Baada ya kuzungumza hayo, hakuwa na kipingamizi, kwa sababu walikuwa wanampa mtoto wao uhuru zaidi, kwa sababu wamemlea katika maadili mazuri, awe makini, asije akapata wanaume wahovyo. Ndio maana anaambiwa, anapokwenda sehemu yoyote ile, inatakiwa kama amepata mwanaume ampige picha, halafu hiyo picha ailete mpaka nyumbani ili akija kifanya tukio la aina yoyote, aidha kumzalisha pasina kumuoa au kufanya chochote, basi iwe ni viepesi kumfungulia kesi na hatimaye akatumikie kesi yake, malipo yake hayapate stahiki aliyoyatafuta ya, lakini kwa sababu zegadi hakuwa na muda huo wa kufanya vitu vya kimatukio ya namna hiyo, basi moja kwa moja walivyozungumza na kuangalia kweli wakamwona kwamba ni picha ya muuza karanga, wakajua tu kwamba hawezi kufanya jambo ambalo halieleweki, na wakichukua na maelezo yake kwamba anaishi kwa mzee Misondo kwa hiyo mzee Misondo anafahamika bugureni nzima kutokana na kwamba yeye ana nyumba kubwa ya kupangisha hapo mjini kuliko wengine wote kwa hiyo ndiyo maana ilikuwa ni vyepesi kumruhusu kwa sababu wanajua kwamba mchumba wake anaishi kwa mzee Misondo kwa hiyo chochote kile kikitokea ni vyepesi kukisolve Baba yake alimruhusu na mama yake akamruhusu aweze kuondoka hapo. Ndipo ambapo Edina alipokuja moja kwa moja mpaka kwa mzee Misondo, akamkuta Anjera rafiki yake amekaa amerilaksi kabisa na Mpenzi msikilizaji wa simulizi za sauti, sehemu ya ishirini na moja ya simulizi yetu hii inayoitwa Sina Makosa imeishia hapa. Tumemwona Angela akiwa amekaa na Sharifu akaja wakaanza kutazamana, Sharifu akaanza kucheka kutokana na kwamba ni kama amemfananisha huyo dada. Kuna sehemu ambapo alimwona lakini kwa vile anafanana na Zegadi alijua moja kwa moja ndo yule dada yake na Zegadi, ambaye walikuwa wakimpeleka hospitali akagoma na hatimaye akaamua kushuka kwenye, kwenye bajaji. Kwa hiyo amekumbuka tukio hilo, ndiyo maana alimshangaa, lakini huko akaanza kucheka.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 Mimi ni Hasdi zero tu Baba Sam the King, ni kusihi endelea kuifuatilia mpaka mwisho simulizi hii. Unacho cha kujifunza hapa, wewe kama mwanaume, wewe kama mwanamke, kwa sababu hii simulizi siyo ya wanaume peke yao, na wanawake wapo humu ndani. Je, we mwanamke uko kama wanawake hawa? Wewe mwanaume uko kama wanaume hawa unaowasikia humu ndani? Stay tuned, endelea kusikiliza ili uweze kuendelea kujifunza mengi. Lengo letu ni kukufundisha kupitia simulizi ili uangalie pale ambapo unapo unapokosea basi uweze kujirekebisha. Na pale ambapo wahusika walikuwa wanakosea basi hayo naachana nayo. Waliokuwa wanafanya mazuri basi unayachukua unaishi nayo. Hivyo ndivyo ambavyo mambo yanavyokuwa. Na asilimia kubwa tunachukua stori za watu kabisa ambao wanachukua muda wao kutusimulia maisha yao, hatimaye sisi tunaziweka kwenye fasihi na kuanza kusimulia. Ingawa wanaotusimulia wakipenda, mwishoni huwa tunaweka majina yao, lakini wasipopenda kujulikana, basi yanaendelea ku kudumu hayo hayo majina ya kifasihi. Kwa hiyo kunakuwa hakuna mtu anayeweza kutaja jina lake, hali ya kwamba mhusika hajahitaji jina lake litajwe. Ni kuage, niseme kwa heri kwa sasa, mpaka sehemu ijayo. Asanteni sana kwa kunisikiliza.